Kwa muda ambao nimemfahamu profesa Janabi kama mwalimu wangu e, kiongozi wangu vile vile daktari e, katika tasnia ninayofanyia kazi ni, nimemwona kwanza, ukiachilia mbali kuwa mtu mwenye maono ni, ni mtu pia ambaye ana ana msimamo anaweza kusimamia maamuzi. Aprili mbili wiki hii, profesa Mohamed Janabi ameainisha uzoefu wake katika sekta ya afya, ushauri kwa jamii na uongozi katika Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete JKCI na Hospitali ya Taifa Muhimbili MNH kama vigezo vinavyompa sifa ya kuwania nafasi ya mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika. Nimemtafuta na kuzungumza na Dr. Taphinez Machibya kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili katika idara ya magonjwa ya ndani kitengo cha rheumatology. Yeye anafanya kazi na Profesa Janabi lakini pia ni miongoni mwa walimu wake. Awali nimetaka kufahamu taarifa ya uteuzi wake waliipokea vipi kama wafanyakazi wenzake. Sisi kama madaktari tumelipokea kwa furaha kwanza, katika mtazamo chanya e, kwa sababu e, hii ni fursa kwetu kwamba hata mwenzetu e, utendaji kazi wake umeonekana kuanza kupendekezwa na nchi yake, lakini pia jina lake kukubalika kimataifa mpaka likasimama hapo lilipofika. Tunajivunia kwamba angalau e, daktari mwenzetu, kiongozi wetu ameweza pia kuonekana ya kwamba anaweza kuitumikia nafasi hiyo ya e, shirika la afya duniani kwa ukanda wa Afrika. Kwa hiyo tumelipokea katika mtazamo huo na linatoa li, in, hamasa kiasi gani katika utendaji wenu ninyi kama madaktari? Hamasa tunayoipata ni kwamba kumbe fursa bado ziko nyingi za kuitumikia dunia, kwa sababu kama Profesa Janabi ameweza kuonekana kutokea hapa hapa nyumbani Tanzania, basi hii inatuhamasisha ya kwamba hata sisi tulio nyuma yake e, au tunaofanya kazi naye kama kiongozi wetu mkubwa, tukisaidizana naye kwa majukumu majukum tuliyopewa na serikali. E, inatutia moyo ya kwamba katika majira fulani ya maisha yetu, inawezekana pia kwamba kupiga hatua kufika kule ambako Profesa Janabi anaelekea kwa sasa. Kwa hiyo hiyo ndiyo hamasa tunayoipata. Asante sana. Pasina shaka, miongoni mwa vipaumbele vyake ambavyo ameviainisha, uh, takribani vipaumbele vinne ambavyo anataka kwenda kuviangazia hasa, na juma hili wakati akizungumza kwa njia ya, ya mtandao, tuseme wakijinadi kwa watu watakaopiga kura kura kwa wale viongozi miongoni mwao ni kwamba ataimarisha afya ya mtoto pamoja na lishe, lakini pia kuhakikisha magonjwa ya kuambukiza na yasiyoambukiza basi yanakuwa katika hali nzuri ama anayasimamia, lakini pia kujenga uwezo wa uzalishaji wa dawa ndani ya Afrika ninyi mna mnamfahamu vizuri. Mnaona Afrika WHO Afrika kwenda kubadilika kwa namna gani? E, katika vipaumbele hivyo ambavyo ameviainisha na kwa namna ambavyo tunamfahamu Profesa Janabi tunaamini ya kwamba akipewa ushirikiano hayo yatawezekana kwa sababu ni mtu ambaye ameonesha uthubutu uthubutu katika nafasi aliyoanza kuitumikia hapa Tanzania kwenye Taasisi ya Jakaya Kikwete angalau kwa muda wa miaka kama saba hivi, lakini pia kwa miaka e, miwili na miezi kadhaa ambayo amekuwepo katika Hospitali ya Taifa Muhimbili, pia amefanya mabadiliko makubwa kwa mtu ambaye alikuja Muhimbili miaka mitatu iliyopita na akija leo anaweza akaona tofauti kuanzia miundombinu mpaka utoaji wa huduma. Labda tu ni ni ni nimweleze kwa ufupi kwamba profesa Janabi ni ni ni visionary leader. ni kiongozi mwenye maono anaweza akaja na kitu ambacho ninyi mlikuwa hamjakiona na akakieleza akaonyesha, kwamba inawezekana tukafanya hivi, na kweli mkithubutu, mnaona munafika huko. Labda kwa hicho ambacho amekisemea cha afya ya mama na mtoto, pamoja na masuala ya lishe kwa muhimbili na Tanzania kwa ujumla, katika upande wa afya ya mama na mtoto tumefanikiwa kufikia lile lengo la la, la, la, la la WHO katika kupunguza vifo vya kina mama na watoto, na, na, nafikiri eh, miezi kadhaa iliyopita mama yetu kiongozi Rais Samia Suluhu Hassan alipewa tuzo hiyo ya ya ya kupunguza vifo vya mama na mtoto kwa, kwa, kwa medali za kimataifa. Kwa hiyo katika upande wa lishe nafikiri kila mmoja au kwa sehemu kubwa ya, ya Watanzania na nje ya Tanzania na nadhani kwa sasa wanamfahamu Profesa Janabi kutokana na mchango wake wa kuhamasisha wa watu katika mtindo wa maisha na hasa katika eneo la ulaji na katika kuhakikisha analitendea haki. Moja, yeye mwenyewe ameingia kwenye ulingo wa, wa kuelimisha jamii. Tumeona aliyoyafanya katika mitandao ya kijamii mbalimbali, vyombo vya habari na hata hapa Muhimbili katika maeneo mbalimbali ya kutolea huduma ameandika pia hata kitabu Afya na Mtindo Wako wa Maisha. Hizo zote ni, ni juhudi zake binafsi katika kuhakikisha anawasaidia Watanzania na Waafrika kwa ujumla katika masuala mazima ya mtindo bora wa wa lishe lakini pia E, kwa upande wa hospitali ya taifa Muhimbili amejitahidi kuhakikisha kwamba, moja, anaongeza wataalamu wa lishe katika eneo la ajira, lakini mbili, wanawajibika kisawasawa kwa kuwashauri wagonjwa kwenye vitengo mbalimbali wanaofika hospitali ya, ya taifa Muhimbili, na tatu, tu, tu, tunazo pia kliniki hizo za za za seshoni za kushauri juu ya masuala ya lishe kwao. Ninaamini kwamba kama ameweza kuyafanya hayo katika ngazi ya hospitali ya taifa, akipewa nafasi anaweza kuyafanya katika ngazi ya bara letu la Afrika kutokana na maono na mtazamo wake na namna alivyojieleza. Pasina shaka, mnaona kwamba nafasi hii anakwenda kuipata, uwezekano ni mkubwa na imani yetu ni kubwa Ijapo pia ana wapinzani wengine pia wenye sifa kama za kwake, lakini kwa haraka haraka ni kama a, a, anazo sifa zinazowapita kidogo wenzake kulingana na namna ambavyo ameshiriki kwenye mchango wake kitaifa na kimataifa na nafikiri pia kwa yule ambaye alifuatilia eh, mahojiano, ni, ni miongoni mwa wagombea ambao walijieleza vizuri wakitoa eh, sifa bainishi walizonazo pamoja na mafanikio walioyaleta katika taasisi walizokabidhiwa kuziongoza. Kwa hiyo tunaamini sisi kama watu wake wa karibu ya kwamba anaweza kupita kuchukua nafasi hii. Uh, unaitizama wapi Tanzania katika suala la afya baada ya kung'atua kijiti hicho, ninaiona ni, ni Tanzania ikipiga hatua, kwa sababu sasa tutakuwa na mtu ambaye ameshikilia mwenge katika ukanda wa, wa Afrika akiwakilisha shirika la afya duniani. Kwa hivyo E, ninaweza nikaiona Tanzania ikipiga hatua, aa, katika miundombinu, katika ubora wa huduma, katika utekelezaji wa mipango na kufikia malengo kwa sababu kama ameweza kufanya mabadiliko haya katika taasisi moja aliyokabidhiwa, nafikiri akikabidhiwa kuliongoza bara kwa ukanda wa afya, anaweza akafanya makubwa zaidi, kwa sababu sasa atakuwa ni mtu mwenye nguvu na vilevile vile ni mtu ambaye anaweza kuiunganisha Tanzania katika medali za kimataifa. Na watu wengine ambao wanaweza kulisaidia taifa kupiga hatua zaidi ya hapo alipoliacha. Kwa kuhitimisha tu, Dr. Machibya, ungewaambia nini vijana wengine ambao aidha unatamani kuwa katika sekta ya afya lakini wengine wapo tayari kwenye sekta ya afya kama madaktari, kama manesi mm. na wauguzi kadha wa kadha, hasa katika kuwa na maono makubwa kama yalivyo ya Dr. Amini Profesa Janabi. Yeah, ninachoweza ni kusema eh, kwa muda ambao nimemfahamu Profesa Janabi kama mwalimu wangu e, kiongozi wangu vile vile daktari e, katika tasnia ninayofanyia kazi ni, nimemwona kwanza, ukiachilia mbali kuwa mtu mwenye maono ni, ni mtu pia ambaye ana, ana msimamo, anaweza kusimamia maamuzi yawe ni ya kitaaluma yawe ni ya kiutu yawe ni ya kiuongozi. Ni mtu ambaye anasimamia kile ambacho mmekubaliana au kila ambacho anaona hivi ilipaswa ifanyike. Lakini pia ni, ni, ni, ni mtu ambaye ni mtendaji hodari, a hard worker. Ukiangalia ratiba zake, asubuhi anakuwepo hospitali e, jioni anakuwepo hospitali, na si mtu wa kukaa ofisini. Ni mtu ambaye a, anapenda kufika maeneo husika, mtu wa site. Unaweza kuwa tu unaendelea na kliniki ukastukia, anafungua mlango anachungulia. Unaweza kuwa mko dini unastukia huyo hapo ameingia. Kwao ni, ni, ni mtu ambaye ni, ni mfuatiliaji na ni mtendakazi hodari, sifa ambayo eh, kila mtu anapaswa kuwa nayo kwa sababu haikujengi wewe tu, lakini hata wale unaowahudumia wanaweza wakapata matokeo bora kutokana na, na utendaji wako. Lakini pia ni mtu ambaye ni, ni mpenda mabadiliko hapendi -ha, kuona vitu vimebaki tu hali ile ile aliyovikuta. E, hata kama si vya kimiundo mbinu basi hata vya kiubunifu vya kutenda kazi, kuja na mawazo mapya e, kubadili mwonekano wa mazingira, kubadili ubora wa huduma e, kuwafanya watu waone ya kwamba kuna kitu cha tofauti baada ya kukutana na wewe. Hiyo ni sifa nyingine ambayo tunaweza tukajifunza kutoka kwa, kwa Profesa Janabi lakini pia ni mtu ambaye eh, hapendi kuacha tatizo halijatatuliwa katika mzizi wake. Kama utakutwa labda una changamoto, aidha kuna malalamiko au kuna tatizo limetokea la kimfumo la kitaasisi, ni, ni mtu ambaye anapenda kufuatilia kujua chanzo ni nini, nini tunachoweza tukafanya kama wasomi, kama binadamu, kama wataalamu. Hiyo eh, kitu ninaifurahia kwa sababu inasaidia kuondoa kabisa changamoto ambayo ukiacha naweza ikajirudia kwa kwa wakati mwingine. Lakini pia ni, ni mtu mwenye maamuzi e, lazima uamue ukiwa kiongozi ukiwa mtu binafsi katika maisha haya ili utembee, lazima uamue. Kwa hiyo hicho ni kitu kingine ambacho tunaweza tukajifunza kutoka kwake. Na mwisho ni, ni mtu ambaye anapenda kusimamia maadili ya kitaaluma professionalism, hapendi kufanya vitu kienyeji kwa hiyo hicho tunataka kiiga pia, kwamba kile tulichojifunza vile tulivyosoma vile e, mitaala vitabu vinavyotuambia, sayansi inachotuambia ndicho tunakiishi. Hilo ni jambo la msingi sana pia kujifunza kutoka kwa huyu kiongozi wetu. Nam, asante sana, ninashukuru sana Dk Machibya kunipatia nafasi kuzungumza nawe, hasa tukimweleza Profesa Janabi. Shukrani sana Jerome, shukrani sana Jerome.